Wewe anasema habari mkuu, ulisema askari anatakiwa apinde kuangalia juu. Binafsi ulisema askari anatakiwa apinde kuangalia juu, binafsi huwa anapinda kuangalia chini, vipi hapo, kuna shida? Okay, uh, huyu ni mmoja ya wadau ambao wameuliza swali kwamba uume wa mwanaume unatakiwa upinde kwenda ulisema anatakiwa upinde kwenda juu, lakini yeye ye anasema kwamba uume wake umepinda kwenda chini, hilo ni tatizo? Sasa huu ndio mfano wa uume, huu ndio mfano wa nini, wa uume, uume uliopinda kwenda juu kwa namna hii, sawa? Faida yake hasa kubwa Uume wa aina hii ni kwamba uume huu utakuwa na urahisi wa kuweza kugusa maeneo mbalimbali mbali ambayo yanaweza yakamsisimua huyu mwanamke, lakini hasa hasa lile eneo la G-spot. Mwanaume huyu anapokuwa anaingiza na kutoa kwa namna hii, ni rahisi kuweza kuligusa lile eneo kwa kiwango kikubwa sana. Faida nyingine ni kwamba mwanamke huyu atafika katika kilele cha hali ya juu sana. Hiyo ni moja ya faida kubwa sana ambayo mwanaume anaweza akaipata pindi anapokuwa na uume ambao umepinda kwenda juu. Hata yule ambaye ume wake umenyooka kwenda hivi, naye pia akiweza kujua mikao maalum, mikao hiyo naitoa katika video zangu za, za kuweza kumwandaa mwanamke mwanaume ambaye unahitaji kujifunza kupata ujuzi juu ya hili, nina video vidio maalum ambayo gharama yake ni shilingi elfu kumi na tano tu. Unapata video hatua kwa hatua namna gani ya kuweza kujifunza mikao, namna gani ya kuweza kumwandaa mwanamke hatua kwa hatua, namna gani ya kushughulika na yale maeneo kumi na mbili yaliyoko kwenye mwili wa mwanamke, kuanzia nywele mpaka chini ya unyayo. Kwa hiyo kila eneo utashughulika nalo, iwe ni lipsi zake iwe ni kifua chake iwe ni chuchu zake iwe ni kiuno chake iwe ni mapaja yake ya ndani, yote utashughulika naye. Jinsi ya kushughulika na kisimi, jinsi ya kuchezea mashavu ya uke. Yote hayo ni moja ya ubunifu na mbinu ambazo mwanaume unaweza ukazipata. Kwa hiyo hata yule ambaye uume umenyooka kwenda hivi, sio kitu kibaya, lakini inapofika hatua ya kwamba uume unalala, yes, uume unalala katika mfumo huu sio sawa, lakini moja ya shida hasa kubwa ambayo inaweza kujitokeza ni kwamba mwanaume huyu atakuwa uncomfortable, atakuwa hayuko huru, hata pia uume wake unapokuwa umesimama, atakuwa hayuko huru kwa mwanamke wake. Lakini pia wale ambao uume umepinda kwenda kulia ama kushoto, nao pia ni changamoto kubwa. Sasa Dr. Kuboja nina dawa maalum ambayo inasaidia kuweza kunyoosha ume uliopinda. Wewe ambaye una ume uliopinda kwenda chini kama huu au katika mfano huu, itakusaidia itaweza kunyoosha huo ume wako, unaweza ukakaa hivi vizuri ukanyooka pasipo shida yoyote. Lakini wewe ambaye ume wako umepinda kwenda kulia ama kushoto, pia dawa hii itakusaidia kuweza kunyoosha uume wako baki umenyooka hivi mithili ya mishale. Uume wa mwanaume unapokuwa umedinda ama unatakapokuwa umesimama unatakiwa unyooke hivi mithili ya mishale. Unapokuwa umenyopinda kwenda kulia ama kushoto, unakuwa haupo katika muonekano ambao ni sawia. Sasa dawa hii iko katika mfumo, ni miti shamba ambayo imewekwa katika mfumo wa mafuta, unachua na kupaka kwenye uume wako na matokeo utaanza kuyaona kuanzia wiki ya tatu, lakini nafanya kazi kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo mwanaume ambaye una experience tatizo hili, ninaomba tuwasiliane. Mwanaume ambaye unapitia changamoto hii, ninaomba tuwasiliane haraka iwezekanavyo, ili niweze kukusaidia matibabu ya tatizo hili, changamoto hili haraka iwezekanavyo. Nipigie simu kwenye namba ifuatayo kuweza kujua gharama za dawa na namna gani ambavyo naweza nikakutumia dawa popote pale ulipo, nje na ndani ya Tanzania, uwe Kenya, uwe Uganda, uwe Marekani, popote pale nina uwezo wa kutumia hii dawa kwayo. Kwa hiyo nitaomba tuweze kuwasiliana moja kwa moja. Uh, namba yangu ya simu ni hapa.